Sijui maka, maka, kwa sababu siasa, mazungumzo ya Slaa minayafata sana ya Dr. Slaa, lakini sielewi kwamba anaweza kufanya kitu tofauti, au sielewi kwamba Slaa anaweza akahamasisha Watanzania wakafanya Chadema iweze kupata nafasi ya kuongoza nchi. Hiyo ni ndoto ya mwendawazimu, kwa kuamini kwamba hana mvuto wa kisiasa, hana ujuzi kisiasa. Kuna mvuto na ujuzi. Hana ujuzi kisiasa, eh, hana ujuzi kisiasa. Mvuto bi maana, sijui mvuto natumia kwenye neno la ki la kigangaganga la Kiswahili, ilo mvuto, manake sielewi hicho kitu. Nasema hana ujuzi wa siasa. Nikisema mvuto, pengine atakwenda kwa wagongo wa kienyeji, umempakapaka mafuta na nini na nini na nini upako ukwambia nenda, alafu utawavuta watu. Lakini nasema hivi, sio hivyo, yeye hana ujuzi wa kisiasa eh. Kuna kitabu alikiandika Dr. Slaa nishakisoma, ndiyo eh, kikiwa kinazungumzia kwa namna ambavyo alipatikana mchakato wa uh, kumpata 2015 kama sikakosea, alikuwa ni mgombea hayati, Dr hayati Edward Loasa ameeleza mchakato mzima kwenye kile kitabu. Ndiyo. E, namna uguni pia alivyofanyiwa e, mpaka watu wakaja baadaye, wakapindua meza, yakashtukia kwamba Lowasa ameingia na nini na vitu kama hivyo. Utaratibu wao huwa unakuwa wameshika mashaka na namna kama kama labda kusoma unapofahamu, labda kusoma unapofahamu Dr. Slaa wa aina gani, na pengine e, kuna za chini zinazosema amerudishwa pale, pengine safari kugombea nafasi ya rais anashindana na Dr. Samia uh... Kitabu kilu, kilielezea kuhusikana yeye na nani Lowassa, mm, siwezi so, kumuelezea Lowassa kwa sababu alishakufa, mm, wala siwezi so kuongea kitu mm, eh, ni marufuku ni, ni, ni marufuku katika siasa za kileo kuongelea mtu ambaye ameshaondoka duniani kwa sababu hawezi kujibu. Angekuwepo ningeanza details hapo hapo ulipoanzia ili tuende na mtiririko wa kitabu chenyewe lakini siwezi kuongelea hapo. Nazungumzia Slaa mwenyewe kwamba, je, anaweza akamgaragaza Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano kwa sasa? Nakwambia hapana, haiwezi kutokea hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hana jambo jipya. Watu wengi tumemwona Slaa anahangaika. Slaa amehangaika sana katika mambo ya siasa katika vyama vya siasa mpaka hayati amempa nafasi kuwa balozi wa Tanzania Canada. Kule Canada mimi nimekwenda kama mara mbili, lakini niliona au nilisikia au nilishuhudia mwenyewe kwamba hana uwezo wa kutuongoza ubalozi ulimshinda. E, ubalozi ulimshinda. Kwa hiyo nadhani kusimama yeye na Samia Suluhu Hassan kugombea nafasi ya urais wa nchi atapata aibu, akae nyumbani.